Kivuko hicho kimekuwa kikisababisha adha kubwa kwa wananchi wa eneo hilo, hususan katika nyakati za mvua. Hivyo akiwa katika ziara ya kutembelea na kukagua maeneo korofi katika barabara mbalimbali za manispaa ya Iringa, mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhiri Ngajilo ameonesha kutoridhishwa na hali ya kivuko hicho na kuagiza wasaidizi wa ofisi yake kuhakikisha wanashughulikia ndani ya muda ulioelekezwa. Kwa hiyo kuhusu hili daraja sasa e, ni waelekeze ofisi yangu ya mbunge, wale wasaidizi wangu ofisi ya mbunge, pamoja na mtendaji wa kata hiki e, kivuko bwana, ndani ya siku kumi na nne kuanzia ninavyoongea saa hizi kianze kutumika. Siku kumi na nne kiwe kimeshaanza kutumika. Ofisi ya mbunge ifanye juhudi ihakikishe kwamba hiki kivuko kinapitika. Pia Ngajilo ameongeza kuwa. Pia Ngajilo ameongeza kuwa utatuzi wa changamoto hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo na dhamira ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha wananchi wanahudumiwa kwa haraka na kwa vitendo. Ndogo ndogo kama hizi zinatakiwa ziwe zinaisha mapema, ziishe mapema, ili tuanze kushughulikia changamoto kubwa. Na hiyo ndo kauli mbiu ya Dokta Samia Suluhu Hassan. Alisema ndani ya siku mia moja zile changamoto zinazowezekana kute, kutekelezwa zinatekelezwa kwa haraka, na sisi kama wasaidizi wake lazima tumsaidie kutatua changamoto ndogo kama hizi. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Ruaha Musa Mpungu amesema kuharibika kwa kivuko hicho cha Taro kimekuwa kero ya muda mrefu kwa wananchi wa mtaa wa Ngerenge ya kuona namna gani tunaweza kuboresha kivuko chetu ambacho ni tegemeo la wananchi wasiopungua mia sita na kumi na nne wa mtaa huu, lakini pia ni kivuko ambacho kinatumiwa na watoto wa shule wanaosoma shule ya msingi Ipogolo, kutoka wakazi wa mtaa huu, watoto wale wanavuka kwenda shuleni. Tuna, tuna changamoto hii ya kivuko kwa muda mrefu kidogo na tunashukuru tunamshukuru Mheshimiwa mbunge leo amekuja kujaribu kuona namna gani tunaweza kutatua hili jambo kwa haraka, hasa kipindi hichi cha mvua ambacho watoto wanahitaji kwenda shule na kivuko tegemeo ni hichi, kwa sababu wasipovuka hapa wanalazimika kuzunguka Kitwiru, kwa maana wakatokezea hivyo kule ndio waende shule. Kitu ambacho kina, kinawafanya wanachelewa masomo. Ni kama hapa ilivyo ni kwamba wanavuka watoto wa shule ambao wanatokea ngambo yake, na sisi tuka tunaliona hilo na tumeanzisha tumeshanunua baadhi ya vifaa tulikuwa tunataka kuanza kulishughulikia. Kutoka hapa manispaa ya Iringa, mimi ni Agustino Kihombo na hii ni Clouds TV.